Naam, mara nyingi ushauri au mawaidha yakitolewa na mtu ambaye yuko na tajriba ya tukio fulani, yeye husikizwa zaidi. Na ndiyo sababu huenda kundi moja la wafungwa kutoka gereza la King'ongo Nyeri waliamua kuhamasisha vijana wa eneo hilo dhidi ya uhalifu. Kupitia michezo mbalimbali wafungwa hao wa zamani waliwakusanya vijana katika uwanja wa Ruring'u na kuelezea masaibu yao ya jela ili wasije wakajipata korokoroni. Carol Nderi alikutana na wafungwa hao wa zamani wa gereza la King'ongo na andalia taarifa ifuatayo. Waliokuwa wafungwa gereza la King'ongo Maximum katika kaunti ya Nyeri walizua msisimko pale walipojitokeza katika uwanja huu wa Ruring'u Nyeri kuwahamasisha vijana dhidi ya uhalifu. Kwa kuwa wao wenyewe walikuwa wafungwa katika gereza hilo, walijua watasikizwa zaidi wakionya watu kuwa maisha ya jela ni magumu, na kupitia michezo ya aina yote waliwavutia vijana kuhudhuria. Kuna ule mtu ni exceptional atiaezingia jela Pita Maina alikuwa mfungwa wa King'ong'o, lakini wasilolijua wengi wanamjua ni kuwa pia alikuwa afisa wa polisi katika idara ya GSU kwa zaidi ya miaka ishirini na mitano kabla ya kufungwa Keng'ong'o kwa tuhuma za wizi, na sasa yuko katika mstari wa mbele wa kupunguza uhalifu Nyeri. Juzi komeshina wa polisi akiwa na mkutano na wakubwa wengine walisema ex police wanahusika sana na kutengeneza crimes, na kanusha hiyo siku ya leo. Nimekuja kwa hii wacha ambaye hii vijana wote mnaona kwa uwanja hii mchezoso mnaona, mimi ni mmoja mwadalisi ambaye nafundisha vijana crime sio poa. Wasimamizi wa King'ongo waliohudhuria hafla hii waliomba jamii kuwakubali wafungwa kwa kuwa wengi hurejelea maovu wakikosa namna ya kujikimu. Uh, prevention is a responsibility for all na tunasema youth say no to crime. Kama una start ka project, wanaanza kusema hizo pesa ulitoa wapi, na umetoka jela juzi, wanasema mui mwe huwa mwema. Na basi mfungwa anaporuhusiwa kurejelea jamii anahitaji kuungwa mkono katika ari yake ya ya kurekebika. Carol Nderi, KTN Ruring'u katika kaunti ya Nyeri.